Nikasaba uri ya mu papa ni marumbu papa changwa musori ahaguru. Naomba yule kama ni baba ni kijana simame angano haguruke simama miguru yako simama wewe wewe mwenye rasta fuku ni imani mgie sikiliza, namna Mungu anazungumza. Imani irambwi ngo uko byagenda kose. Mungu anasema vyovyote itakavyoenda. Uzakorera imana. Utamtumikia Mungu. Uru mvuga butumwa wigihe kinini. Wewe ni muhubiri wa muda mrefu uri umuhanuzi w'imana wewe ni, ni, ni nabii wa Bwana. Uzakorera imana mu isoko mu nzira no mu rusengero, utamtumikia Mungu sokoni, barabarani na kanisani. Imana Liku iri kuvugana nan, ndivyo Mungu anazungumza nami. Imana izagukoresha ibitangaza bikomeye, Mungu atakutumia kwa miujiza mingi. Uzasengera abantu kandi bazakizwa, utaombea watu tena wataokoka. Uzasengera barwayi bazakira, utaombea wagonjwa na watapona utaombea vichana watapona. Kuna fimbo Mungu aliweka juu yako, tena haitaondoka. Mungu watakutumia, Mungu watakuwa pamoja nawe. unaingia kwenye mambo ya Mungu na kurudi nyuma, lakini siku moja utakutana na Mungu. Wakuwache, wakuwache vyo vyote, endelee kuja Utakutana na Mungu, navuaongea na na utaongea Mungu kwa namna utaongea na na utaongea Mungu kwa namna ya ajabu. Bwana Yesu, makofi mengi. Mungu atakufungua, Mungu atakutendea mema, Mungu atakusaidia watu walikuacha wengine wa walitoka lima yako, uko peke yako na maisha yako, yes, lakini kiri. Yesu ananiambia nikwambie, piga magoti yako, piga magoti chini, piga magoti kwa Yesu. Yesu, Yesu atakusaidia, Yesu atakuwa pamoja na, Yesu atakupa njia, utasema injiri, utapanda ndege kwenda kumzungumze ya Mungu.